Siku ya leo tumeungana naye Beka Ruga ambaye huyu ni mtengeneza maudhui kwenye mtandao wa tito, lakini pia vile vilevile ni mwigizaji na, na jambo lake hapa, nataka kuzungumza kila kuzungumzalo, kilitokea wiki iliyopita. Ameamua kutuita hapa aweze kuzungumza, lakini kabla tujaanza, Beka, nataka uturegeshe nyuma kwa yule ambaye hajapata nafasi ya kusikia kile ambacho kilitokea, utueleze nini ambacho kilitokea? Uh, nafikiri wengi wamesikia lakini nataka tu kuifanya fupi. Eh, last week wakati narudi nyumbani natoka kwenye shughuli ambayo ilikuwa nimealikwa, nilivamiwa na vijana watano ambao walikuwa na mapanga na vyuma, na wakaniibia simu yangu pamoja na vitu vyangu vya kushuti, cameras, mics, hizo. Nilikuwa na begi, kuna nguo mpya nimenunua, vitu vingi sana, wakaniibia kila kitu yeah. Sasa labda leo na, naona umekusanyika na hao, ni wanafamilia ama ni kina nani? Ya hawa ni ndugu zangu ambao nafanya nao kazi TikTok wenzangu. Unajua sasa hivi mimi nimekuwa kama baba, kuna vijana ambao nawashikilia kina Zuu na wanategemea hiyo kazi, kina Nalix kina Bab G wako nyuma yangu, ambao mimi nikifanya kazi mimi nikipata kazi, na ninakula na wao, kwa hiyo ndio hii familia unayoiona hapa, wengine kina Tilalila kina Odensi kina bostunare wote tunafanya kazi moja kwa hiyo tumekusanyika hapa na wao kuja kusupport, maana hili jambo limegusa kila mtu. Sasa baada ya tu, tukio kutokea mpaka sasa, labda kuna habari zipi ambazo zimejiri, ama kuna uchunguzi ambao unaendelea ama ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa? Kwanza tuseme alhamdulillah kwa sababu mimi since niibiwe hiyo simu sijalala mpaka saa hii, tumekuwa tukishirikiana na polisi uh, kuweza kuwafuatilia wale walionifanyia hivyo na mpaka kufikia sasa hivi tumewakamata vijana kumi ambao tuko nao hapa ndani hapa Likoni Police Station. Nafikiri kesho itakuwa Jumanne, ni siku ya kotini ini. E, tumewakamata. Kwa hiyo wote wale walionishikia mapanga wali, sasa hii ni syndicate, naweza sema ni gang kwa sababu kuna wale walionibia wali, ambao wako tano, na kwambia wote tumewakamata alafu sasa kuna wale ambao wanawapelekea kuna wale ambao wanawauzia Ah, kuna mwingine dealer ambaye anapewa hizo simu anapeleka Tanzania. Kwa hiyo tumekamata hiyo syndicate yote. Labda ni watu wa huku, ama ni watu tu kutoka sehemu walikuja tu kukuvamia, maana watambua na wafahamu. Ni vijana wapa pa Likoni, ni vijana ambao tunashinda nao kwa sababu hakuna hata mmoja nisiyemjua katika hao vijana eh, hakuna hata mmoja nisiyemjua, wote ninawajua, kwa hiyo ndio ilikuwa rahisi kuwakamata hivyo. Walikuwa wamejificha, lakini unaiba simu kubwa kama iPhone 16 Pro Max utakamatwa tu fra zitafanya kazi. Labda vitu gani ambavyo umeweza kuvipata toka wameweza kushikiliwa na polisi? Nimeonyeshwa, uh, nime wajua, siwezi vichukua, nipate ushahidi hmm. Gimbal, ah, uh, zile mic ah, uh, nguo uh, nguo. Ni nguo baadhi, zingine hata tuliopata nazo mwilini wengine wamevaa. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Eh, kwa hiyo ni hivyo, lakini simu haijapatikana. Sasa hivi na process ya simu nitawaeleza. Wale vijana walivyoipora ile simu, kuna mtu anampelekea. Sasa huyu mtu wao wenyewe tumewashika, huyu mtu aliyempelekea naye tumemshika. Huyu mtu aliyempelekea, kuna mtu mwingine naye anamuuzia pia, naye tumemshika. alafu huyu naye aliyouziwa, sasa kuna mtu alimuuzia, ambaye amevuka nao Tanzania. Huyu hatujamkamata mpaka sasa hivi, tunamfuatilia, naamini kupitia DCI walikoni watamkamata huyo mtu. Kumekuwa na tetesi kwamba ni watu ambao walikuwa na kublackmail baada ya kwamba wamechukua vitu vyako, walikuwa nakupigia simu maybe kuitisha pesa mm, labda ni vitu ambavyo vilikuwepo ama ni story tu za mitandaoni? Sio kweli, hizo ni story tu ambazo zipo. Mimi na imani watu walionifanyia hivi wananijua, na siwezi sema lilikuwa lengo lao, kwa sababu mostly nikiangalia ni vijana hapa hapa mtaani. Sijui walifikiria nini, kwa sababu mimi wakati wananishika, nilikuwa na elfu kumi kwenye simu, na mimi niliwaomba nikawambia, ndugu zangu mimi hminaenda nyumbani kuna elfu kumi kwenye simu ni watumanie, hiyo ishu iishe, lakini hawakutaka kunielewa, sijui alifikiria nini. Unajua sometimes sisi vijana pia uh, kuna ile, sijui kupimana ubabe, acha tu tumwonyeshe kuwa sisi pia ni kina nani, vitu kama hivyo, lakini naamini ni vijana wadogo, naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kuna wale ambao ambao wanahoji kwamba wewe kwa sasa ni content creator mkubwa sana yes. Na wanasema ukipata mafanikio mm -hmm, inabidi ujitenge kidogo yes, na jamii ukawe mbali yes. Na wengine wanaoji kwa nini Beka Ruga mpaka sasa ameweza kufanikiwa okay, kiasi hicho, lakini bado anaishi maeneo kama yale ambayo anaishi. Ah, unajua maisha yetu ya media bro yana changamoto sana. Watu uh, wakiniona nadhani na mafanikio makubwa, lakini sisi bado alafu nataka nikwambie kitu bro ambacho ni kitamu sana maisha Likoni bro ni matamu sana yani, I love Likoni life, na sitohama wala sitoenda kokote kwa sababu tuna maisha yetu hapa mbao ya komoyoni tunayapenda sisi wenyewe wengi, wengi hapo kiwauliza. Hata, na, na hata kwenye gorofa sitokuwa na furaha kama ninavyoishi hapa Likoni, kwa sababu na watu wangu napanda na kiboda boda naenda zangu sokoni, nanunua hiki na kile. Hiyo naipenda yani, life alikuwa ni yes oh. Hapo yes. Kwa bibi ni mchanga yes. Mmenimaliza yes. mm. Uh, ni ukweli uh, inaniathiri ina, ina sana kikazi zangu kwa sababu kazi zetu tunazofanya tunatumia simu, tunatumia hizo mics, kila kitu ambacho alikichukua pale ndio kazi yangu. Kwa hiyo sahii tuna wiki nzima hatujafanya lolote, ukizingatia pale ndani kwenye ile simu ina thamani kubwa, kwa sababu kulikuwa na kazi za watu ambazo tumezifanya e, na tushalipwa. Sasa ni changamoto juu ya changamoto, wenyewe wanadai pesa zao, walipe yale makampuni ya zile kazi ambazo ushazifanya. Kwa hiyo hiyo ina hatari kubwa kwetu. Yes, yes. Wiki moja. mm. Yes, si eti ni siri. Mimi na imani watu wengi wana kata tamaa. Hata mimi wiki bro, najua ni nzito wiki kushinda police station, ukeshe hapa, umenielewa nimekuwa na wapushi pia mimi polisi, kwa sababu nao pia kuna ile clue wao anatafuta. At first hata sisi ilikuwa na uzito, kwa sababu ulikuwa tujajua tunaanzia wapi, tunaenda wapi, tunaenda wapi, lakini the more tunasukumana na wao tunasukumana na wao, huku gadget place Kenya nayo inaendelea kutrack ile simu, mwisho wa siku tuliwakamata kwa sababu ni wewe usaidiane na polisi, sio kwamba polisi ukae umerelax, wa kufanyia kazi yako. Tunamwona Odesi hapa mm -hmm, na Boss Chunare watu mm -hmm, na ambao wamekuja kuunga mkono mm -hmm, kwenye ile ambayo limetokea, labda apart from kuna wengine ambao labda washari baada ya tukio hili kutokea. Mimi kila content creator amenipigia simu, kila content creator kina Bobo au kina Bujra, hizo pole nimepewa hata asubuhi wakati hapa na naja hapa tunaambia Beka, nenda sisi tuko mbali, tumeshikana kwenye majukumu ya kikazi lakini tuko pamoja. Uh, tutawakamata ukivijana na vitu vyako utapata. Yeah. Sasa labda utuambie chochote baada ya kusikia taarifa ambazo Beka zilitoka. Sasa tunakuona uko hapa labda mtuelezee muendelezo huo kweli. Mimi kwanza nilipigwa na bosi wangu akaniambia, unajua staff wetu mmoja ameibiwa juu tunafanya kazi place moja, gadget place Kenya. So ilikuwa on Sunday. Tulibua Sunday ama ilikuwa leo? Yeah, yeah Sunday. Asubuhi kabisa akanipiga akaniambia, unajua Beka amefanyikiwa ABCD. Nikamwambia so what's the way forward? Ndio akaniambia tutashughulikia stories za DCI tutatrack. so, boss wetu wakapata na, na Beka wakaanza hiyo shughuli. So, mi I felt bad for him kwa sababu unajua sisi sasa hizi simu zetu ndo ofisi. Hmm. Yani unaweza tembea hivi kwa barabara ni tu dhani umechizi kumbe uko kazi so, mi kitu ya kwanza nilimuuliza Beka, ulikuwa na kazi kwa simu? akaniambia eh, hey. So, unaona pia mimi ni msani mwenzake i felt bad by then ilisikia uchungu sana nikasema, like, hata si basi wangepoa tu pesa iisha ama basi wampige alafu wamwache na na vitu zake, tungekuwa sahii tuna stori za polisi. So maindiu usahii, umeiba iPhone 16 pro max, unaiba vipi iPhone? so, iko na icloud inatrakiwa kila mahali. So mi kitu naweza sema, nashukuru polisi na bosi wetu wameshughulikia hii kesi, au wenye wamepatikana wameshikwa wengine wanalia, wanaomba wasamehewe, wanasema hawakujua, mwingine ankuja ya ya na barua so mi nilifil vibaya, but sahii tunashukuru Mungu, sahii mali process imeelekea, and we hope everything is going to be okay. Unamunga mkono labda swala la kusalia likoni, licha chamo kimetokea, geto is life <laughs> mi sikudanganyi, siwezi jisifu ati nimegro nimegrow kulingana na venye nilikuwa, but woja nakaa wapi? Magongo kwetu mali nilizaliwa, so geto yani, kuna utamutu wa kukaa geto una okay. Na mimi nataka tu kuongea vitu viwili, ndugu zangu, kuongelesha wale waliofanya hichi kitendo. Sisi hapa sasa hii katika hiyo wiki ambayo Beka Ruga ameibiwa tuna subra, lakini tusikie uchungu na kitu kingine ambacho pia nasema ni amani. Tuleteni vitu vyetu, hivyo vitu vya tusaidia na Beka ni mtu ambaye yu inspire nyinyi wenyewe pia, paka mkapata msemo ni harusi si harusi, yamaanisha kuna kitu mlikipenda, ndo maana ika kila kitu mwasema nini si nini nini si nini. Jamani, turudisheni vitu vyetu, sisi ni watu amani, na pia sisi sisi wenye mwatuona hapa, tutakaa tutaka chini pindi mkivirudisha tu, na amani tutaongea na Beka hii kesi tujue itaishia wapi, tuwasamea vipi ndugu zetu? Yeah, ni amani tu chenye tuataka, hatutaki ngumi na wao hatutaki bifu na sisi tuomba yeah, tu amani, vitu vetu jamani. Hivyo vitu ni gali, imefikia mahali, iPhone 16 Pro Max waiiba, hujui thamani yake, waenda uko uza elfu sita jamaa. Si vizuri. Si vizuri kabisa. Yangu ni hayo tu. Ni kumaliza hii kesi kwa amani. Na amani inakuja vipi? Ni wao waregeshe vitu vyenye walivichukua kwa mwenyewe bila yani kusumbuana kwa sababu, there is no way venye wataregesha vitu alafu Beka na yeye akubali hivyo, hakuna. So wakae waelewane, waregeshe kila kitu cha Beka, Beka na yeye naye awasamee, maana wenyewe wanasema ajali kazini. So kama ajali kazini, wanaweza wakakaa na wakamaliza, haina haja, sijui watu wapelekane wapi wala wapi. Kama vitu viko, wamregeshe mwenyewe vitu vyake, hiyo ishu ishe hivyo. So tukimalizia kabisa, labda chako cha mwisho wale ambao wanakutazama na mashabiki zako unaweza kuambia nini? Kazi bado zipo zinakuja, ama watarajia nini? Uh, kazi zinakuja na zitaendelea pia ni ule unyonge tu ambao tulikuwa nao afutahi kuibiwa hivi vitu vyetu, na ukizingatia kuna kazi za watu, lakini kazi bado tutaendelea nayo. Hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu bado tuko hai, na unajua vipaji ndio vitu ambavyo tumejaliwa sisi wengine. Kwa hiyo ni kazi ziendelee, michamana, tunahitaji vitu vyangu bro. Sihitaji kesi na mtu yote, sihitaji bifu na mtu yote, kwa sababu mimi naamini kupitia kipaji ambacho Mungu alinipa, basi hivyo ndio nawasilisha ujumbe wangu. kwenye kuvunja moyo labda baada ya tukio hili ya ili nivunja moyo, kwa sababu mimi deli naishi likoni, lakini na imani na naamini hakuna mtu yote anaweza kunifanyia ubaya, ndio maana huwa niko huru, natembea wakati wowote, kwa sababu mimi uh, wengi ambao uh, wanafanya haya mambo ni washikaji. Tuna kanoma maskani, Beka tupatie 100, Beka tupatie 50, ah, Beka nimekula pale nilipie, unawakatia. Umeona, kwa hiyo mimi nina imani huwa hata nikipatana na watu saa 9 nini, itakuwa ile, ah, Beka kama ananisindikiza kunipeleka geto. Hiyo ndio life ambayo tunataka tuishi nao, wakipatana na sisi tumechelewa, chunara amechelewa ameenda kushuti huko, unamshika mkono, basi unampeleka paka mbaadarudi nyumbani, ah, tunare, saizi ndo warudi nyumbani. Wanampeleka paka mlangoni umepata nati lalilo, umepata nati ngare the same. Tunataka tuishi nao hivyo. Namba mzee nyuki. Ah, hizo ni unajua wakati sekeseke linapotokea kama hivi, kwa hiyo sisi kama content creators pia tunatafuta njia sometimes ya ku relax vitu ndio kama vile, lakini si kwa nani yote tunatafuta mzee nyuki sijui ni warogi watu sijui nifanye nini, mimi siamini hayo mambo. Yeah.